Uongozi uongozi wa Kiatu TV unakutakia swiha njema na mafanikio mema. Karibu tujifunze, popote ulipo unakaribishwa kwa moyo huduma, za hali ya juu anatoa bila gasi tuko upande wa Mungu Mungu mwenyewe. 27:62 uongo wake utazidi ule wa kwanza. Sasa wanasema ni maskari ambao huyu anasema ni Mungu. Unaona shida nyingine hii. Maskari wanasema tunataka tukalinde kaburi, wasije wanafunzi wakamuiba, alafu kadanganya watu kwamba amefufuka, ili uongo huo wa kwanza uzidi wa kwanza. Wanaosema ni maskari ambao huyu anasema ni Mungu. Unaona shida hii sasa. So una tatizo hili yani weunajibu kitu ambacho hujui, baadaye inakuwaje? <laughs> Alafu kagundua, yani hapa kimsingi, Bwana Salumu Bweta amegundua kwamba yeye yuko pande wa Petro, ila hapa hawezi kukubali yeye yuko pande wa Petro na no. Waislamu wote wallahi, ninakwambia Waislamu wote wako pande wa Petro kwamba hufi wote lakini, 27 hiyo, ishirini na saba, hebu anzia 57, hiyo aliyosoma Mathayo. Mathayo 27, anzia 57 inasema, eh. hata ilipokuwa jioni, ndio akafika eh. eh. eh. aka mtu tajiri eh. wa Masaya jina lake Yusufu, naye naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu, akafanyaje? Mtu huyu alimwendea Pilato, akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamua apewe. Akafanyaje? Yesu akautoa mwili eh, Yusufu akautoa mwili uh -huh. akauzongazonga katika sanda kitani safi. Akafanyaje? akaweka katika kaburi lake jipya alilokuwa. Wewe wewe Elia, tulia, swali nauliza na nyongeza, anayevishwa sanda anakuwa hai au kafa? Na Yusufu alimataya wa wakati, anakwenda kushusha ule mwili, alikuwa anajua ni wa Yesu au sio wa Yesu? Anajua ni mwalimu wangu mimi, akauvisha sanda, akenda akahusika. Swali so, nauliza, anayevishwa sanda anakuwa hai au amekufa? Na anayezikwa anakuwa hai au amekufa? Swali so, la tatu la